Iturejea hapa Nairobi ambapo mwaka jana ulishuhudia visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mataifa ya Afrika Mashariki. Ni mwaka huo ambapo visa vya utekaji nyara, mateso na hata mauaji yalishuhudiwa kwa kiwango kikubwa huku serikali za Kenya, Uganda na Tanzania zikilaumiwa kwa kushirikiana kwa ukandamizaji wa haki kwenye kanda hii ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Gatete Njoroge alifuatilia matukio hayo kwa kina na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa miaka Afrika Mashariki imejipigia debe kama ngome ya demokrasia, ila matukio ya mwaka 2025 ilionyesha picha tofauti kabisa. Maandamano dhidi ya serikali yalikabiliwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi utekaji nyara uliongezeka na hata kuzuiliwa kinyume na sheria, ni maovu wanaoelewa vyema wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao walijipata mashakani. Taarifa moja niliyofuata kwa zaidi ya siku 40 ilikuwa ile ya kutekwa nyara na kuachiliwa kwa Bob Njagi na Nicholas Oyo jijini Kampala, Uganda. Ilikuwa mwendo wa saa 9 mchana tarehe 1 Oktoba. Nilipokea ujumbe kwa WhatsApp kutoka kwa mwelekezi wetu wa taarifa Monica Kiragu. Kwenye ujumbe alinifahamisha mwanaharakati Bob Njagi alikuwa ametekwa nyara jijini Kampala, Uganda. Dakika 14 baadaye alinitumia ujumbe ukiwa na nambari ya aliyeshuhudia tukio na kituo cha mafuta alikochukuliwa. Nilimpigia Kofi Atinda mara moja na akanieleza kwamba ni wakenya wawili waliotekwa nyara, Njagi na mwanaharakati Nicholas Oyo. Safari ya kuelekea Uganda tarehe ishirini na tisa mwezi Septemba iliwachongea baada ya kuhudhuria hafla za kisiasa za kiongozi wa upinzani na mgombea urais wa NUP Bobi Wine. Maafisa wa ujasusi waliwalenga So there was also a lady who was, uh, seated in front. Atinda alinusurika baada ya kuruhusiwa kwenda kwenye gari lao kufunga milango, gari la watekaji liliondoka. Aliposhuka akiwa huru, mawazo yake yalimwelekeza kutafuta usaidizi kwa vyombo vya habari Kenya. Kabla ya hali ya hatari kuzidi, nilitafuta mwongozo kutoka kwa mkurugenzi wa uhariri RMS Lainas Kaikai aliyetoa mwongozo wa namna taarifa itakavyopeperushwa na tukaweza kubeba kwenye taarifa za Nipashe. Ameripotiwa kutekwa nyara jijini Kampala, Uganda. Kutokana na uhusiano wa Kenya na Uganda, nilifikiri wawili hao wataachiliwa kwa haraka, ila nilikosea. Kwa zaidi ya siku 40 nilifuatilia taarifa hii kwa karibu sana. Bob Njagi na Nicholas Oyo bado hawajulikani waliko. Wahariri wetu waliipa kipaumbele taarifa hiyo na kila mara nilipewa mwongozo wa kufuatilia yale yaliyokuwa ya kijiri. Cha muhimu sana ilikuwa ni kuwasiliana na familia kila mara. Our mind keeps going to what about if he's not found. Wanaharakati walikuwa mstari wa mbele kutafuta njia ya kuachiliwa kwa wawili hao. Walipanga mikutano na wakuu wa serikali, maandamano na maombi ya kushinikiza serikali ya Kenya na Uganda kufanya hima kuwaachilia wapendwa wao. Free Bob, free Nick, free Bob, free Nick. Viongozi pia walichangia swala hilo huku wakielekezea kidole cha lawama Rais William Ruto. It means he is colluding. Namna siku ziliposonga, ndivyo nilipata marafiki Uganda walionisaidia kupata taarifa na hata picha ya yaliyokuwa ya kijiri. Na wakumbuka mawakili wawili ambao walielekea mahakamani Kampala kushinikiza kuachiliwa kwa wawili hao, na maafisa wa usalama kila mara walinieleza yaliyokuwa ya kijiri na hata kunikabidhi stakabadhi za mahakama. Wanaharakati wa Uganda na wanahabari pia walikuwa wa msaada mkubwa. Baada ya siku 38 na saa 7 na dakika 24 usiku, nilikuwa nyumbani nilipoona ujumbe wa katibu mambo ya nje Korir Sing'oei. Ni ujumbe aliochapisha mwendo wa saa tatu na dakika 54 usiku, akiashiria kuna mwanga katika swala hilo. Nilipoamka saa 12 asubuhi, niliona jumbe nyingi zikitangaza wawili hao wako huru baada ya kuachiliwa na picha yao wakiwa na balozi wa Kenya Uganda, Joash Maangi. Mwenzangu Jane Cherotich alipata picha zao walipofika mpaka wa Busia, kabla ya kusafirishwa Kisumu na hatimaye kutumia ndege kufika Nairobi, walikolakiwa kwa mbwembwe sherehe za kuachiliwa zikinoga Kenya, kule Uganda, rais Yoweri Museveni alisema wazi wawili hao walichukuliwa na maafisa wake waliowaficha kwenye jokofu, akidai wana taaluma ya kuongoza maandamano. <laughs> Siku nne baadaye <sighs> walielezea masaibu mikononi mwa maafisa hao. Taarifa uh, like hizi ziliwiana na ile ya mwanaharakati Boniface Mwangi na mwenzake wa Uganda Agatha Atuhaire I mean, Tanzania. Mei tarehe 29, mwaka jana, Mwangi aliweka kwenye mitandao yake video akidai maafisa wa usalama walikuwa nje ya lango la chumba chake Dar es Salaam. Kwenye kanda nyingine, anaonekana akiwataka watu waliotaka kumkamata kujitambulisha. Ni wakati huu alikamatwa na kupatikana ametupwa eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale, siku tatu baadaye huku mwenzake Atuhaire akitupwa mpaka wa Tanzania na Uganda. Siku kumi baadaye, walielezea madhila yao. they told me to strip naked and they strip naked they also ordered me to strip naked mwanaharakati mwenzao Mwabili Mwagodi alipitia hali sawia jijini Dar es Salaam kabla ya kutupwa Kinondo, Kwale kama ilivyokuwa mwaka jana. Madhila haya yananikumbusha matukio ya maandamano ya ukumbusho Juni 25 mwaka jana. Nilitumwa katikati mwa jiji kufuatilia maandamano ya kuwakumbuka wale waliouawa wakati wa maandamano mwaka 2024. Tukio litakalosalia kwenye maisha yangu ni wakati baadhi ya waandamanaji walipomvamia polisi, na tulipofuata polisi wenzake kusaidia, ndipo tulivamiwa, kila mmoja akitorokea maisha yake. Nilipoenda kujificha kuna maafisa walionifuata na umati ukatufuata. Niseme ni vyombo vyangu vya kazi na mavazi yalinitoa hatarini. Pia namkumbuka mwandamanaji Ian Mwangi Maina tuliyempata kwenye kamera zetu kwenye maandamano, alipigwa risasi na kulazwa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Maina aliyetuzungumzia alikuwa na bahati, alipata nafasi ya kusimulia masaibu. Waandamanaji 19 waliuawa wakati wa maandamano siku hiyo, kulingana na KNCHR. Kwangu mimi, mwaka 2025 ni dirisho tosha kwamba bado tuna safari ndefu ya kuhakikisha kuwa tunazingatia haki za kibinadamu, sio tu humu nchini bali Afrika Mashariki. Ni vyema viongozi wa jumuiya kukubali kukosolewa na kususia kutumia nguvu zaidi kukabili wale walio na semi tofauti. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen, Nairobi.